Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Mungu akubariki sana kwa kufungua channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki kwa ndio kufuatia mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Na leo tutajifunza kichwa ni jumbo unasema kwamba uko na nani. Roho Mtakatifu akuhudumie kwenye mafundisho haya katika jina la Yesu. Amen. Tunaposoma kwenye Warumi nane thelathini na moja maandiko, amesema tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwa upande wetu, ni nani atakayekuwa nani aliye juu yetu? Ni nani aliye juu yetu? Tunajifunza pia tunaposoma habari za wana wa Israeli. Kila, kila wakati Mungu alipokuwa pamoja na wao, hakuna adui aliyefurukuta, hakuna adui aliyowashinda, hakuna adui aliyowashinda. Kila wakati walipokuwa naenda vitani Mungu alipokuwa pamoja nao maadui walipigwa kupita kawaida. Uko na nani? Uko na nani? Kwa sababu this is the most important thing. Maandiko anasema kwamba kwenye Mwanzo thalathini na tisa moja mpaka tatu zinasoma habari za Yusufu na kwamba Mungu alikuwa pamoja na Yusufu, na kila alichokifanya kilifanikiwa. Kila alichokifanya kilifanikiwa, alipoenda kwa Potifa. Ile nyumba ya Potifa yote iliona baraka. Alipoenda gerezani kila kitu kwake. Alipoenda gerezani alipata kibali kwa mkuu wa gereza kwa sababu Mungu alikuwa yuko pamoja naye. Alikuwa yuko pamoja naye, kwa kila mahali alipokwenda Yusufu alifanikiwa, kila mahali alipokwenda alifanikiwa. Alipokuwa kwa Potifa alifanikiwa na alipata kibali kwa Potifa na kafanikiwa, na nyumba ilikaa na baraka. Alipoenda gerezani pia ali ona baraka za Mungu, aliona kibali cha Mungu. Uko na nani? Uko na nani? Yusufu hakutegemea ujuzi aliyokuwa nao. Yusufu hakuwa na kitu, hakuwa na kitu, lakini Mungu alikuwa pamoja na yeye. Yusufu hakutegemea uzoefu wake. Yusufu hakutegemea connection, lakini alikuwa pamoja na Mungu na ndio maana kila mahali alipokwenda kwanza alipata kibali na alifanikiwa. Kila mahali alipokwenda, haijalishi yuko wapi, jambo la msingi ni kwamba Mungu alikuwa pamoja na yeye, alikuwa pamoja na yeye. Wakati mwingine tunapita kwenye magumu, tunapita kwenye changamoto, lakini jambo la msingi, je, katika hiyo changamoto Mungu yuko pamoja na wewe? Maana kama Mungu yuko pamoja na wewe, ushindi ni wa uhakika. Ndio maana Paulo akasema, katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda. Anasema ni nani, ni, ni kitu gani kitakachotenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu? Ni kitu gani? Paulo anasema, tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliyopo juu yetu? Uko na nani? Uko na nani? Kama Mungu yuko pamoja na wewe, haijalishi unapita kwenye changamoto gani, haijalishi unapita kwenye ugumu gani haijalishi unapita kwenye mat... na mateso gani, ujue kwamba utaibuka ukiwa ni mshindi uta... unajue kwamba mwisho wako utakuwa ni mzuri zaidi kuliko masu... kuliko mwanzo wako. Angalia jinsi Yusufu ambavyo alipita alipita kwenye changamoto, akachukiwa na ndugu zake, akauzwa akaenda Misri, lakini akiwa kwa potifa, Mungu alikuwa pamoja na yeye. Alipoenda gerezani Mungu alikuwa pamoja na yeye na kutoka gerezani akawa waziri mkuu. Uko na nani? Uko na nani? Mungu anamhakikishia Yoshua kwamba nitakuwa pamoja na wewe kila uendako. We Yesu anawahakikishia wanafunzi wako wanafunzi wako kwamba nitakuwa pamoja na nyinyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Uko na nani? Kama Mungu yuko pamoja na wewe, watashindana na wewe, lakini hawatakushinda. Kama Mungu yuko pamoja na wewe Ujue kwamba mwisho wako lazima utakuwa mzuri na mwisho wa maadui zako itakuwa ni kuaibika tu, itakuwa ni kuaibika tu. Uko na nani? Uko na nani? Hilo ndio jambo la msingi. Ukiwa, ikiwa Mungu yuko pamoja na wewe, hauna sababu ya kuogopa, hakuna sababu ya kuwa na hofu, kwa sababu haijalishi unapita kwenye changamoto gani, haijalishi unapita kwenye ugumu gani, ujue mwisho wako utakuwa ni mzuri zaidi mwisho wako utamtukuza Bwana. Angalia wakina Meshaki pamoja na Mesha Kishere na Benago, walipotupwa kwenye tanuru, Mungu alikuwa pamoja na wao, na mwisho wao ilikuwa ni kuinuliwa zaidi katika serikali ya Babeli. Ni kuinuliwa zaidi, ni kuinuliwa zaidi. Uko na nani? Maada Mungu yuko pamoja na wewe, maada Mungu yuko upande wako, usibabaishwe na hayo unayopitia Usibabaishe nayo magumu unayoyapitia. Haijalishi watu wanakuinuka na, wana, wameinuka na wewe kiasi gani. Haijalishi watu wanasema nini juu yako, mwisho wako utakuwa ni mzuri zaidi kuliko mwanzo wako. Mungu akubariki wa sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Mungu anapokuwa pamoja na wewe usiogope chochote, maana atakuinua na atawafanya maadui zako kuwaibika. Mungu akubariki kwa kusikiza mafundisho haya. Sau kusubscribe sau kushare, lakini pia unaweza kwa comment, unaweza kwa like pia katika jina la Yesu. Amen.